Akuja navyo leo ni kuunga mkono tu jitihada za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuimarisha na kuboresha huduma za afya kwa Watanzania wote. Tumechagua hospitali ya mkoa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Ruvuma, sasa tunaamini sasa, hii ndio hospitali ya rufaa, wagonjwa wakishindikana huko Tunduru na Mtumbo, uh, Mbinga Nyasa, basi wataletwa hapa tunaamini tukitoa msaada hapa basi utakuwa wa manufaa au utatumiwa na wakazi wote wa mkoa wa Ruvuma. Sasa zawadi tutakayotoa ni, ni, niweke wazi kabisa, si jambo linalotokana labda au tumenyofua kwenye bajeti au si ya taasisi yetu, hapana. Hii ni michango kutoka kwa watumishi wa TAKUKURU nchi nzima, tuliwekea utaratibu na zoezi hili ni endelevu. Tulianza rasmi mwaka jana kule hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha, hospitali ya Mount Meru. Sasa leo hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Ruvuma imebahatika kuwa hospitali ya pili eh, kupata zawadi kama hii, na zoezi kama hili litaendelea tena katika mikoa mingine tunayokwenda, dhani kuna Katavi, Songwe na kwingine koko. Sasa tumekuja na mashine mbili eh, zote zinahusu utunzaji au uhifadhi si niseme wa watoto wanaozaliwa kabla ya wakati eh, ya kwanza tunasema ni neonatal resuscitation care system, lakini ya pili ni phototherapy for neonatal jaundice. Hizo ndo mashine ambazo tumekuja nazo, katika lengo la kusaidia kuokoa maisha ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. kuanzia Januari mpaka Septemba tumebaini kuwa kuna ongezeko kubwa sana la watoto ambao sasa ni njiti. Tumelaza jumla wa ya watoto mia sita na tisa, lakini kati yao um, watoto mia mbili sitini na moja sawa na asilimia arobaini na tatu walikuwa na uzito pungufu na watoto sitini na mbili um, pia walikuwa na changamoto ya manjano. Hawa watoto wote wanahitaji joto la kutosha, uh, kwa sababu miili yao ni midogo na uangalizi wa hali ya juu. Ulipopata taarifa kuwa kuna vifaa vinakuja kutoka ofisi ya kupambana na kuzuia rushwa, wana Homso tumefurahi sana, kwa sababu itatusaidia kutatua changamoto ambayo ndio kubwa. Ukiangalia asilimia 43 ya watoto tunaolaza mle ni watoto njiti, watoto chini ya kilo mbili na nusu, na ndio watoto wanaohitaji joto na katika vifaa mlivyotuletea tuna kifaa maalumu ambacho ni radiant warmer kitakachomsaidia mtoto kutunza joto lake la mwili, na kifaa hicho pia kina sehemu ambayo ina sensa joto la mwili la mtoto likipungua linapiga alamu, likipanda kinapiga alamu, kwa hivi kumsaidia mtumishi wa afya, hata kama alikuwa anafanya shughuli zingine uh, kukugundua kuwa kuna changamoto mtoto anayo. Kwa hivi changamoto hii itabainika mapema na itatusaidia kutatua mapema na kupunguza vifo. Msaada huu ni wa thamani kubwa na unaakisi dhamira ya kweli ya TAKUKURU ya kushirikiana na serikali katika kuimarisha ustawi wa wananchi na kutoa mchango chanya katika sekta ya afya. Vifaa hivi vitaboresha huduma za afya za watoto wachanga, kupunguza vifo vya watoto wachanga na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma ndani ya hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Ruvuma. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ambavyo mmetangulia kusema, kitu hichi ambacho mmekifanya kama taasisi ya TAKUKURU ni matendo ya huruma Haikutoka kwenye bajeti zenu, haikutoka kwenye fungu maalum, lakini imetoka katika mifuko yenu. Kwenye ukaguzi wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika sekta ya afya, katika kaguzi zote ambazo tumekwishazifanya kwenye miradi ya maendeleo inayotekelezwa na idara ya afya, hospitali ya rufaa wamekuwa wakitupatia ushirikiano wa hali ya juu, na mapendekezo ya ukaguzi wa miradi hii yamekuwa yakitekelezwa kwa ukamilifu mkubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ushirikiano kati ya TAKUKURU mkoa wa Ruvuma na hospitali ya mkoa ni mkubwa na umekuwa ukiimarika siku hadi siku.